Insha inshaallahu taala, tunaingia katika sehemu ya mwisho ya hafla yetu. Majaji ndani ya dakika tano sita watakuwa wanaingia kwa discussion kubaini ni nani alielewa darasani ni ali nani alielewa, lakini hakuelewa zaidi, na ni nani hakuelewa. Kwa hivyo watakuwa mezani wana discuss mambo yao. Baada dakika tano tunarejea na hitimisho, tunafunga kabisa, inshallahu taala. Tufanye insha allahu taala, tukizubiria mashehe wa fanya jambo lao tufaidike.

asema Mtume Muhamadi sallallahu alayhi wasallam khairukum man ta'allama alquran, mbora wenu katika binadamu si yule mwenye mali si yule mwenye magari taala. Lakini sisi kama binadamu kwa kubafirika kwetu na dunia tunajiboresha na kujifadhilisha na yale tuliyoyawo tuliyonayo katika dunia tunajipa ubora, hiyo imetuzidi, hii ndio itatubakisha hapa duniani, hii sasa, hii ndio inanunua janna. Lakini ndugu zangu, uone katika imani, janna hainunuliwi kwa fedha, hainunuliwi kwa dhahabu. Janna ya Allah aza wajalla, ubora wa Allah aza wa Jalla inanunuliwa kwa amali, na amali ambayo kwamba tunaipata kwa katika hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Anataeleza, ni mwenye kujifundisha Qur'an kisha ukawa ni mwenye kuifundisha hii Qur'an, wewe unakuwa ni mtu bora mbele ya Allah azza wa jalla. Na malipo ya Qur'an, ndugu zangu, katika imani ni malipo ambayo kwamba ni ya ajabu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man qara harfan fi kitabi Allahi ta'ala falahu hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha la taqulu wallahu alhaq, tunaeleza yeyote mwenye kusoma harufu moja ndani ya kitabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, falahu hasana ay amthaliha, na wema moja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala inapigwa mfano na, na mema kumi unalipwa kumi. Asema mwenyewe utakuwa ni mwenye kuingia katika moto wa jahannam. Wallahi, katika mughafala ambayo kwamba sisi kama waislamu tumeingia ndani yake, tumeingia katika mughafala kubwa. Tunafadhalisha mazingira ya sokua ya Kiislamu, tunafadhalisha elimu isokua ya Kiislamu, tunasahau na elimu ambayo kwamba inamnusuru mtoto wako fi dunya wal akhirah elimu ambayo kwamba mtoto wako akiwa ni mwenye kujua Qur'an kwa, kwa uzuri yaumal qiyama unakuwa ni mwenye kuvishwa taji. Elimu ambayo kwamba wewe umemlazimisha akaisoma akamjua Allah Azza wa Jalla. akaijua na Qur'an akimfundisha nayo ujira. Hapa ndio tunawekeza, ukitaka kuinvest invest kwa mtoto wako kwa Qur'an. Wallahi kesho akiwa ni mwenye kufundisha yeye anapata wewe unapata mwalimu anapata aliofundishwa akafundisha yeye anapata mwalimu anapata na pia wewe unapata hivyo wakifundisha hata karne ngapi wewe umefariki mwalimu mtoto alifariki aliofundisha amefariki unazidi kuandikiwa hii ni swala la ujania lakini sisi tumejipatia uhafifu tumekuwa wadhaifu tukielezwa hii tunanyenyekea na kutii, hivyo ulivyosema. Shule zamani ilikuwa ikitokwa saa saba, shule ikaongezwa ikatokwa saa kumi. Kwa saa hii sisi ni mashuhada. Wazazi, tuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. shule tunaingia, watoto wanaingia asubuhi wanatoka giza, hawapati time ya kusoma. Wakipata time ambayo tulikuwa tumebaki nayo kama walio Saturday na Sunday, ndio hiyo pia wamechukua mwalimu. Mtoto anafukuzwa na mzazi toka wende shule Saturday, akitoka sanani nakajifii anakuja kupata elimu ya Qurani saa ngapi akaijua hii Quran saa ngapi atajua? Hii kwa Allah azza wa Jalla, tunapoteza wallahi, tunapoteza. Tunajifundisha shule, wangapi waligang'ana na shule walikimizana na shule natunawaona tuko nao kwa hivyo, ni bora kubalance Shule sio mbaya, lakini wewe mzazi unaweza kumwambia walimu, mtoto wangu atakuja Monday to Friday, sijakataa. Saturday na Sunday niachie. Lakini walimu, tunapata mtihani wallahi. Mtoto Monday Sunday, to sunday shule, akipata nafasi ni jioni kidogo, atakuja madarasa. Hiyo nafasi pia haimtoshi. Wamefunga na shule, basi wako katika holiday nyumbani. Lakini wazazi na haula, wa la huu, wa ta na haula wala quwwata illa billah, na twshon pia na mwalimu pia unamwandikia kila saa, halo, salaam alaikum fulani, simoni kwa dusi Allah nimekutuba twshon maalimu. Lakini akitoka atakuja bismillah, saa ngapi saa ngapi ataisoma kitabu Allah azza wa Jalla? Sisi ndio tunaiangusha hili ki kitabu na hii kitabu lau tukaisoma tukaizingatia ndio inatupa sisi manufaa. Sasa ukazingatia yomo katika kitabu unapata riza mbele ya Allah Azza wa Jalla. Hakuna physics wal mathematics wal English sikui wathmati wanlis waest wakadhalika kullu alladhi yataallamuna fi madrasati al-asria, hiyo yote ni wanasoma katika shule. Hawataita kupeleka katika janna. Hakuna wanatudhulumu watoto, wanaingia bila hijab watoto wanaingia kwa shule amevaa nguo ambazo kwamba wewe hauridhiki mtoto wako atembee nayo barabarani. Shuleni huko kuna walimu wa kila aina, wewe unawacha tu mtoto wako shule. Inakataa sisi tuweza tukaongea kwa sauti moja na tukasikika kama Waislamu na tukafuatiliwa jambo letu, ni haki yetu. Lakini sisi maadamu shule imesema, tunainamia na kufuata. Kama ulivyosema igwe, wallahi hatuna tambua